Uh, Ismail unatakiwa uh, uelewe kuwa Yanga, sisi tuna kila sababu. Hawa watu sisi ambao tunawasaidia miaka yote hawawezi kuja kuharibu mpira wetu, unaelewa. Mafanikio hata ya ndugu zetu, naona mafanikio yote miaka minne yao, miaka minne iliyopita ya SportPesa, SportPesa mdhamini mkuu ni nani? Nani kiongoza SportPesa? Basi, Talimba ni miongoni mwa, miongoni mwa wadhamini wa klabu ya Yanga. Yaani ubingwa miaka minne wa Simba ambao Sport Pesa ni mdhamini, maana yake ubingwa huo umechangiwa na Yanga Sports Club. Baada ya Sport Pesa kuondoka ndani ya miaka minne, ndani ya miaka mitano, Simba na kombe cha shamana. Kwa maana yake hata ubingwa wao uliopata maana yake umesaidiwa na nani? Na Yanga Sports Club. Kile kiwanja cha Bunju amekitoa nani? Si Mzee Kikwete? Kile cha Kikwete kumbe. Kawapa Kikwete. Kikwete timu gani? kwa hata kila kitu alichokifanya katika nchi hii ni Yanga wamesaidia. Hata jina la Simba mwaka sabini na moja ambao anapewa kapewa na mzee Karume. Mzee Karume ni kadi namba mbili wa klabu ya Yanga. Hata jina lao waliopewa amepewa na Yanga. Kwa sisi tukisema ni wakubwa, inapaswa kulindwa. Sisi ni zaidi, kama ni papa kune bahari, anapaswa kula visamaki vidogo vidogo.